Habari za saizi. Leo somo letu simple kabisa, naenda kuwaelekeza namna ya kuchange wallpaper kwenye simu yako, na pia somo lijalo nitawaelekeza namna ya kuweka live wallpaper, wallpaper zinazotembea zile, ni picha inayo know move, so, you know move so inayo move so. Kama ndo siku yako ya kwanza kukutana na channel yangu, naomba usubscribe ili uweze kuwa updated ninapo post video mimi, video zangu ni simple na naelekeza fresh utaelewa fresh. Okay? Hatua ya kwanza unashika screen yako bila kuachia, unaikandamiza bila kuiachia, ukishaikandamiza bila kuiachia unabonyeza hapa palipoandikwa wallpaper, hapa kuna hizi loko, yani loko ambazo ni za kwenye simu. Afu, ukija hapa mo ukabonyeza hapa kwenye mo, kwa juu hapa pameandikwa gallery, upande wa juu hapa, after my wallpaper ni gallery. Hapo unabonyeza hapo kwenye gallery. Kisha ukishabonyeza hapo kwenye gallery, unaangalia picha, unachagua picha yenye utaweka, yenye utatumia. Mfano mimi ngoja nitumie ipi, ipi, ipi. mfano mimi mfano nitumie hii. Nimechagua picha yangu iwe hiyo, na itumie hiyo. Basi nitabonyeza hapo, nikishabonyeza kuweka picha nitabonyeza hivi mstari vitatu, yaani hivi vidoti vitatu huko. sawa nikishabonyeza hivi vidoti vitatu huko. kuna chaguo la kwanza info, la pili edit in, la tatu use as. unabonyeza hapo kwenye use as. Kisha bonyeza hapo kwenye users, inakuja WhatsApp, uweke kwenye dp ya WhatsApp ama wallpaper ama mlanilia kwenye contact, yani uchague namba weke. Sasa mimi nitabonyeza wallpaper. Unaweza ukabonyeza hii au hii, hata ya huko. Sasa mimi naweka, nabonyeza hii niwe mwenyewe, utachagua, then utakuja hapa palipoandikwa apply yaani hapa kwenye nandia wallpaper kuna sehemu pameandikwa apply. Sasa hapa ndo kuna sehemu ziko mbili, kuna home screen wallpaper. Home screen wallpaper yenyewe ni ile ambayo ukiwa umeshatoa lock screen, yenyewe umeshatoa lock kwenye simu yako, sasa ile picha juu inayoonekana. Alafu lock screen wallpaper ni yenye umetoa lock hujatoa lock kwenye simu ile sehemu ya juu inapoonekana picha ya juu inapoonekana kwenye password, alafu picha ya juu yani kabla hujatoa password. Alafu hapo kuna kwa chini kuna chaguo la both zote. Both hapo ni inakaa sehemu zote mbili, ikiwa umetoa password ama hujatoa password inaonekana picha moja. Sasa mimi ngoja nichague lock, lock screen wallpaper ila nimechagua hivo na nitachagua home screen wallpaper, ili ili kusudi ngoja nichague both. Hapana, ngoja nichague both, ili kusudi uweze kuona make, nikizima screen nikawasha kamera nitakuwa nimeizima. Sasa ngoja nichague both, ili uone kwamba nimefanikiwa kubadilisha wallpaper ya ya nje ya home screen wallpaper na nandia lock screen. Sasa ukishamaliza hapo, unarudi kwenye nandia yako kwenye nandia yako home screen yako. Kama hivyo nimebadilisha. Hebu tujaribu mara ya mwisho wallpaper, unaenda huku, unachagua mo Ukishachagua mo unakuja kwenye my gallery. Hapa gallery unabonyeza, ukishabonyeza gallery unachagua tu picha yoyote unayotaka, mfano hiyo, una apply users both the wallpaper gallery wallpaper, una apply both, inatumika pote, yani kwenye lock screen na home screen, pote inakuwa imetumika, settings succeed. Ukirudi okay, ni hiyo picha iliyopo kwenye wallpaper ndo hii hapa. Shukran, naomba usubscribe YouTube channel yangu, maybe hautakutana na mimi tena kama usipo subscribe leo. Naomba usubscribe ili uweze kujifunza mambo muhimu.